Tanzania na Jumuiya ya biashara Kariakoo. Na sasa tumekuja hapa katika chuo chetu cha CBE. Kwanza nianze kushukuru kwa mapokezi mazuri ambayo mmetupa, tumefarijika sana. Asanteni sana. Lakini kipekee naomba ni wapongeze kwa kazi kubwa ambacho chuo hiki kimekuwa kikifanya. Kwa kweli ni chuo kikongwe, mmesema nyewe nyewe hapa. Karibuni mlisherekea miaka sitini ya chuo hiki na kwa kweli hakuna mtu ambaye afahamu umuhimu wa chuo hiki. Kwa hiyo kwa kazi kubwa ambayo inafanyika kwenye kuandaa vijana wa Kitanzania kuendelea kujitegemea kwenye masuala ya kibiashara, kwa kweli kazi hiyo inafanyika vizuri sana na sisi tunawapongeza sana. Wakati tumekuja tumeanza kwa kukangua miundombinu na jengo la ghorofa tisa ambalo linajengwa kwa ajili ya kuboresha mazingira ya elimu hapa katika chuo chetu cha CBE. Mmeniambia ni awamu ya kwanza na mimi nimeona kazi inafanyika vizuri. Nimeuliza awamu ya kwanza itakiwa ikamilike lini, mkuu wa chuo akasema itakuwa ikamilike Mei 2026, lakini ananiambia mpaka itakapofika February itakuwa awamu ya kwanza imekamilika kwa sababu awamu ya kwanza iko almost more than 80%. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa ari hiyo ya kusimamia miradi kwa sababu hata sisi tunapenda kama tunatekeleza miradi miradi iwe ndani ya muda wa mkataba, ili pia kuepuka mambo mengine yanayohusiana na CAG, kwa sababu yanakuwa hayaleti tu tashtiti kwenye taasisi, bali kwenye wizara yote. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuasisitiza miradi yote inayohusiana na chuo iendelee kutekelezwa kwa weledi na ufanisi mkubwa sana. Tunapenda miradi ikamilike ndani ya muda wa kimkataba, ili kuepuka usumbufu ambao unaweza kujitokeza, lakini kwa sababu miradi hii ni kwa ajili ya kuongeza ufanisi, basi sisi tunapenda ikamilike kwa haraka, ili yale ambayo tunategemea miradi ikikamilika yaweze kutimia. Sasa, ndugu zangu, nimeona video nzuri sana inayoeleza kuhusiana na CBE main campus pamoja na campus zingine, lakini vile vile nimesikiliza kwa umakini sana maelezo ya mkuu wa chuo na nimesikiliza kwa umakini sana maelezo ya mwenyekiti wa bodi sasa, kwa sababu na sisi kama serikali kama uongozi wenu wa wizara, yapo mambo ambayo na sisi tunayategemea na kuna mipango na sisi tunaiweka ikiwemo, nyie mnafahamu tuna dira yetu ya taifa ya maendeleo ya ishirini hamsini, lakini lakini vile vile ndani ya miaka mitano Mheshimiwa Rais yapo mambo ambayo yeye mwenyewe binafsi ameaweka kama vipaumbele kwenye sekta yetu ya viwanda na biashara. Basi pamoja na masuala yote mazuri ambayo yanafanyika hapa, nikaona ni muhimu na mimi leo niweze kuja niweze kuona utendaji wa chuo hiki, lakini vile vile kuweza kusemezana mambo mawili matatu ambayo naamini anaweza akaendelea kuboresha utendaji kazi wetu hapa kwenye chuo chetu. Sasa nyie mnafahamu kwamba uh, kwenye dira yetu ya ya maendeleo ya taifa ya 2050 sisi tumelenga kuifanya Tanzania kufikia hadhi ya taifa lenye uchumi wa kati wa juu, uchumi jumuishi, lakini taifa lenye haki na kujitegemea. Vijana wana a lot of expectations, kwa hiyo ni lazima tufanye adjustments ambazo zinaendana na jamii ambayo ipo sasa hivi. Kwa hiyo kama ni ushirikiano ambao mnahitaji kutoka wizarani ili kufikia malengo ambayo CBE itaonekana zaidi ya training institution, nataka niwahakikishie ushirikiano huo mtaupata kutoka kwetu na kutoka kwa mimi waziri wenu. Sasa, mojawapo ya mambo ambayo tumekuwa tukiambiwa kama udhaifu katika mfumo wa elimu ni mwanya kati ya darasani na dunia halisi ya biashara na mimi naamini kama kuna sehemu inaweza kufunga mwanya huo ni hapa kwenye chuo chetu cha biashara kwa sasa. Ni kwa namna gani tutaendelea kufunga mwanya pamoja na programu mlizo nazo, lakini mtakubaliana na mimi, soko linasema tofauti, bado kuna mwanya mkubwa. Na hata hapa nilipokuwa nasikiliza presentation kwenye programu ambazo mnafanya na wale wageni wa China, uh, aliyekuwa anasema ana, ana, ana, ana programu kasema, tunaweka ushirikiano kwa ajili ya kuwasaidia kwenye soko la ajira. Sasa ni lazima sasa tuendeleze, ndio maana sasa ndio mwanya ambao mimi nafanya nini, nausema kwamba hata programu ambazo tunaingia partnerships ni lazima zilenge kwenye kuziba mwanya huo ambao tunauzungumzia. Ninapendekeza kwa ajili ya kuboresha sasa uh, mimi najua uh, mimi pia nimesoma soma kidogo, lakini mimi naheshimu sana maprofesa wangu, ndo walimu wangu walionifundisha. Lakini sasa sisi huku mtaani ni kugumu sana. Kwa hiyo sasa ni lazima tufanye adjustments, jamani, ni lazima tukubali kufanya adjustments, na mimi najua there are conventional ways ambazo tumeshazizoea ambazo mtu anaamini hii ndo methodology ambayo inabidi twende, lakini kwa dunia ambayo tunayo, mimi naamini kuna mambo kidogo ambayo lazima tuyafanyie adjustments, ili tuendane na vijana hawa wa sasa.